Ea, hii ndio ile nilokuonesha. tukisha kumpa hii, tunampatiana hii mm. hii atatafuta mwenyewe wanafunzi wake okay, ndani kwa sababu inatoka general, atatafuta mwenyewe wanafunzi wake na yeye ndo atajaza kwenye ripoti yake mm. na ripoti yetu ina tarjuma masomo yote kwa lugha ya Kiarabu linaitwa hivi na lugha ya Kiingereza so, kuna nataidi zinakwenda mpaka uzunguni kwa watoto wengine mm, mm. kuna nataidi za watoto watamu zinaenda mpaka Italia mashaallah ili, ule, kisha tumetoa kitabu ili tufuatilie nataidi ya mtoto mm. anavyoenda ukimpa karatasi atachoma ama atapoteza. Sisi tuna kitabu inaonesha vile yule mtoto alivyokuwa akiendelea na, na masomo yake. Anapomaliza hiyo tunatoa hivi hili tunayotoa ni natija ya kimadrasa. mm -hmm. Kwa sababu huenda kwenye ile am madrasa fulani akawa namba 1 ni wanafunzi wao na namba 2, lakini je, wakitanganywa wanafunzi wote ile madrasa? Kwa sababu baadhi ya madrasa wanaangalia namba 1 na namba 2, hawajui yule wa chini anawaangusha. mm -hmm. ni jahazi ibebe watu wote. Ndio, ndio, ndio sababu huwa tunazipanga kulingana na madrasa ilivyofanya kijumla ya wanafunzi wakilinganishwa na madrasa, madrasa nyingine. Si kulingana na namba one, kulingana na, na maksi zao zote unapozitanganya jumla. Wao ni wangapi katika jumla yao? Okay. Pia hii tunaiprogram e, tunaiweka tunaweka main score na inatupatia rank yake natupatia na takdiri yake. Tutakapokuwa tumefanya hizi baadaye, siku ya mkutano tunaitoa hii. Hii ni ya kufuatilia fasulu fulani kwa miaka yote inaenda vipi? hmm. Hii ni fasulu sadis Deo. kwa mitihani yote tuliwahi kufanya ya madarisi hizi hmm. Hii sadis inakwenda vipi? Unaona kuna sadis, kuna mwaka inashuka, kuna mwaka inapanda. Sasa hmm. Hii tu huwa tunaitoa kwa projekta, hii inakuwa ni kazi ya projekta okay. Walimu wenyewe wanaona vile sadisi yavu na kuhuenda. Kwa hiyo walimu walipi wafasu sadisi, anaambiwa wewe mara watoto wanapanda, mara wanashuka. Kulingana na ifasu wewe kama walimu wa darasa la sadisi. Changamoto ni nini? Ndiyo, ndiyo, ndiyo. Hii natufanya tunaona, hii sadisi yenyewe inafukua inakwenda. Masomo kila tukialegeza, inashuka ama inapanda. Kama hapa walikuwa wakisema masomo ni magumu walikuwa wako juu. Tukilegeza masomo wameshuka. Hmm. Sasa, hatuna hoja ya kupinga kwamba kwenye ile ratiba yetu kwamba masomo ni magumu, wakati tulipolegeza ndio imezidi kushuka. Ndio, ndio. Na tukiona kwamba kila tukikazia inazidi kushuka, tunaweza kurekebisha pamoja katika mm. mjadala mm. Hii ni kazi ambayo kwamba tunaangalia progressive, na hii pia inawakosesha walimu usingizi kwa sababu wanajua kila natija inotoka inarekodiwa na inabakia ramani yake milele. Hii inakwenda hata miaka kumi. Mashaallah. Ni e vile tumeanza tu kwa miaka mitatu, mm. tutaona no natija zimeenda tu za miaka mitatu lakini hii grafu itaenda mpaka miaka kumi inshallah, wala haidhuru kwa sababu ni kujaza tu e, hizi ndio harakati zetu ambao kwamba tumefanya kwenye ofisi yetu, na ni dua zenu, ni dua zenu. Natija shahada, tunatoa sisi, tunatoa shahada, tumeifanyia online hmm, ambao kwamba iko na QR eh, QR code ukiskani hmm. hmm, unaweza kusema hii ni original ama, baada kujua kwamba kuna kampuni zinatengeneza shahada feki, wanachukua hmm, ile yako alafu wanaitengeneza sasa kwangu, kwa mimi sharti la kujua hii shahada ni yetu, QR code itakuletea namba yangu na website yetu na email zetu. Mashallah. Na ikiwa wataduplicate mpaka email na nini, hiyo huyo mtu gharama hizo, si heri angekuja kuja kusoma <laughs> eh, kuna gharama ya kutengeneza pesa feki, heri uwe na pesa yenyewe ah, original. Kabisa. Eh, shahada zetu ziko, itarudi pale pale, itarudi pale pale. Asa, sisi hata wakati wote mimi nikiwa sehemu yote, mtu akinipigia akinambia, shahada namba fulani fulani fulani, naweza shika simu na nikakonfirm, huyu ni mtu fulani, ni wetu. Mashaallah, ndo Masha harakati ambapo kwamba tumeweza kufikia. Mashaallah, na pia twa consult walimu, tunawaleta hapa kufanyia consultation. Mashaallah, tumeweka kanuni, mwalimu afai kuwa na hasira, mwalimu mm -hmm. afai kutukana, mwalimu afai yeah, kuwa na mapendeleo yeah. Tunakumbusha zile kanuni Masha tunampa Allah. kila mtu cheo chake okay. Mtoto akikosea kuna makosa fulani mwalimu afai kuadhibu, yeye apelekee mwalimu mkuu. Kwa so, madarisi nyingi tunaona mwalimu amefukuza mtoto, mwalimu mkuu amemregesha. Ni kweli navutana sasa, nani mkubwa katika sisi? Kwa sisi tuko na protocols. Unakosa, mwalimu akija kwangu direct huwa tunauliza kwa nini hukwenda kwa mwalimu mkuu mpaka mm, nimefika kwa mfattish? Okay, hii nidhamu inatusaidia kuendesha mambo yetu. Ndio utaona mpaka sasa alhamdulillah hakuna mizozano naenda vizuri, kila mwalimu anajua cheo chake, najua wajibu wake, na pia alhamdulillah tumesonga vizuri na yote haya. Kwanza, kabla hatujamaliza, nitashukuru Al-imdad Foundation. Alhamdulillah, ni leo mumekuja kwa kazi ya elimu, na nyinyi ndio mumekuwa miongoni mwa tochi kue katika harakati zetu. Alhamdulillah, nilipokuwa mlipokuwa mwaniona nikienda, ni ndio kwa miguu na taftishi Al-imdad Foundation ndio alionipa maguu alhamdulillah, ikanambia ustadhi, bwana mbio zako hizi, na wao ndo walinishauri mimi kupeleka pikipiki. Mimi alikuwa sijui kupeleka, nikaambia mimi nitaanguka nayo, wakanijenga kisaikolojia mpaka nikakubali kupokea pikipiki alhamdulillah, alhamdulillah. Na baadaye wakafanya harakati, tukaweza kupokea printer sasa ituliokua nao tunaweza kuchapisha karatasi lf ihi kwamba ni nguvu kubwa tumeweza kupata. Alhamdulillah. na Alhamdulillah. Hii imetufanya mtiani naweza kuchapishika kwa haraka na yote yale mbao kwamba tumeweza kuyafanyaalhla Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahii tunasonga mbele, tumefungua faslu, tumefungua ofisi ya kompyuta hivi, kesho kutwa tumetoa nafasi mpaka wazee kuja kusoma kompyuta bure, mashaallah, kuanzia miaka kumi na nane kupande ya juu. Fikra ya library mko nayo pia? Fikra ya library tuko nayo, tuko na baadhi ya room ambapo kwamba tunataka kufanya renovation, mpaka sasa hivi tunatumia online library tumeziweka kwenye kompyuta. E, tunao shamila na kuna ya, ya BDF ambazo kwamba tumezifanya ambazo kwamba tuko nazo, lakini tukaona pia nakupata baadhi ya nusha ambazo kwamba kwa zitakuweko mm, iwe ni sehemu mtu anaweza kuingia na kustafidi na na ofisi kama hiyo. Na haya yote tunashukuru sana mdaji kutupa moyo <laughs> e, kile tunapotaka kurudi nyuma wao wanakuwa wanatusukuma. Na, na, alhamdulillah, alhamdulillah Mungu atawabarikia kwa hilo. Amen, amen, amen. Eh, kwa hakika hata mimi nimefurahi sana na nilikuwa na hamu sana kufika kulingana na vile raisu Al-Imdad Sheikh Abdurrahman, Naam, director of Al-Imdad, Naam, alinisifia hii kazi. Alhamdulillah. Na nikaona kwa TikTok Naam. Aliposti akiwa na amefika hapa Naam. na nakawamuonesha zile Naam. Basi nikawa na kiu sana. Sema natamani na mimi nifike, na akanifanyia bidii ilikuwa huko tufike pamoja. Naam. Lakini kwa dharura zisizopingika hazikuweza kufika mimi nikaweza kumwakilisha yeye, Maulana Sheikh Abdurrahman. Ni salamu zetu. Inshallah zimefika. Alhamdulillah. Na vile vile alhamdulillah mimi pia nafikiri shughuli yangu ni kama yako, yafanana kulingana na shirika kwa la Limdani. Ndio, eh, <laughs> <na mume, ume laughs> alhamdulillah. Sasa alhamdulillah, alhamdulillah shughuli niyo hiyo mimi ni maktab kuna madaris amba kwamba tuashirikiana nazomda si zetu binafsi, ziko mboni zetu binafsi, lakini nyingi tunashirikiana nazo katika dawa, naam. na zinatumia manhaji ile naam. yetu ambao kwamba tumeandika labda kidogo ni kuletee, ziko zingine tumezitoa tukatia nyingine iniebakisha tukazibadilisha tu kwa uslub, lakini asli ni ile ile, naona nimeona hata hii tuliwahi kutunga mtihani sisi, tulichukua hiki kipande tukatoa hizi, yale tulikuwa tukiyasema haya, kumbe kuna mtu ametutangulia nayo. Na ndio tukasema kwamba wale waliotangulia huwa ndio waliofaulu zaidi. Sabaka kabiha ukasha. Kabisa ukasha ametutangulia na pepo yake. Allah, Allah. Allah tujalie khairi. Na hizi ndio tulikuwa tunapigania sana, namna vitu kama hivi viweze Sa kama hii ni fasluthalithninna kuna thalith. Sura, mulawana, wa. Sasa mtoto akisha kuwa amesomeshwa mahalan, hii ni darsul asma, anasomeshwa asma shafawian naam. Kisha sasa atakuja kuzijaza kwenye Naam. Kwa so sababu ukimsomesha shafawia huwa ashaichora kwenye picha tayari, ile picha ishapatikana. Naam, naam, naam. Kwa sasa kazi yake mkujaza kila alichosomeshwa ameelewa, ndio hiyo Nhii ndo likua kiu tuko nayo, kumbe mvua kwasubiri. Okay. Maji ya mfereji, kumbe mvua kutunyesha. Eh hey, okay. Sasa katika kitabu kimoja utakuta kina masomo tofauti tofauti. Naam, naam. Unaweza kupata kina masomo matano, sitsikitegemea na ile na nafa ndio na zote hizi madaris zetu ambazo tunashirikiana nazo madarasa kumi na sita mpaka sasa oh, kutoka Likoni mpaka Tanariva, mpaka tanariva oh, na, na alhamdulillah kila mwezi huzipitia mimi kwenda kuangalia mustawa mm -hmm. watoto mvipi, lakini alhamdulillah ni mestafid mingi. Na insha Allah nitapanga tena rihla nyingine nam, si ya siku moja wala masaa <laughs> yataka kama siku tatu, wiki nzima niangalie ni nitaitia vipi kwa system kama ulivyoiweka. Aah, nimestafid me, mingi kwa muda mfupi huu na nimependa hii fikra Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala wajazi kila kheri, vile napenda kuomba madaris nyingine naam, naam, naam, ambazo hazijajua utaratibu huu kwa sababu madarasa nyingi naam, hazina mpangilio kweli, na ndio utakuta watoto wakitaka waja, watoto wakitaka hawaji sana. Tena mwalimu akijisikia kwenda atakwenda, hakuna ile mutabaa kufuatilia naam, zile nidhamu na nini. Sasa ikiwa kutapatikana vitu kama hivi, ni muongozo kwa walimu na wanafunzi, wallahi kutaleta natija kubwa, bila kuzingatia kiwango kinachosomeshwa. Unajua, sisi mara nyingi twa feli, tuangalia mtu an, akifungwa hichi kitabu hichi kitabu kimoja, hey, masomo matano. Sisi hichi somo moja lote, e, mstafidi nini? wingi wa kitu si faida, kimeta faida gani? Faida, msomeshe mtu kidogo, lakini astafidi Naam. Na ndio ukaona hata mti ukiujaza maji hufa, lakini mti ukitilia kidogo kidogo uka eh, ukatia tena eh, kidogo kidogo sana tena, ule mti hupata nguvu na ukanawiri. Sasa hata sisi fikra zetu asli hizi vitabu sisi kuwa tumekusudia madaris za mashambani, mm, sana, sana, sana. No kwa sababu ndo zilizotupwa mjini, wako naosema utasomesha integrated na ziko madarasa nyingi lakini vipi kule mashambani? Naam. Sasa tukakifanya mukhtasar sana naam, lakini naam. Uh, alhamdulillah kwa tawfiki ya Allah, subhanahu wa ta'ala, akajalia mpaka huku mjini wakazipenda alhamdulillah. Sasa kuna watu wanaotumia madaris wanaotumia hizi vitabu vetu na ha, naam. hawako katika ile system yetu eh. Oh, mashaallah mashaallah, okay. Mm -hmm. hata mimi nina ombi hapo, naam. Ningeomba siku kinitembelea, mm. tuna changamoto, hata shule zetu hatuna silabasi. Okay, maia ndio ndio kwa nini hivi vitabu visiwe ni silabasi ya integration? Naomba uipeleke baadhi ya shule za integration, wamenipigia simu wanachukua kama mmoja, watamu wali walichukua hii silabasi na wanatumia basi, na sisi tutaomba zile zetu ambazo kwamba tuna alaka nazo mm. ziwe na mwongozo kama wenu wa elimu dadi eh, kwa sababu namna hii na madarisi zetu mm. tuta hivi vitabu wawezi kutukua, na unajua kitabu kimoja hakimfaidishi mtoto, ndio lazima tukubali hilo, lazima wnasei na kadha na kadha na kadha, na muongozo ulioko hapa ni mwongozo ule ule ndio, na masomo ni yale yale, na hilo basi unatuonesha kwamba ni muhimu sana haya yaweze kufuatiliwa, na Mungu ataatilia taufiki. Alhamdulillah, amin ya Rab. Alhamdulillah, nimefurahi sana. Napenda kutuma salamu zangu kwa madrasa zote Naam. za huku kwetu Naam. waweze kupitia hii system ya ndugu yetu Sheikh almufattish Ali al haydar waweze kuona namna gani wanaziendesha hizi madrasa na kuweza kufanikiwa zote zikawa katika system moja, na zikaweza kufaulu, na imani ukitumia system hii ambayo kwamba ameibuni ndugu yetu huyu wallahi tutafanikiwa katika madaris zetu na hatutolalamika yale mashakil tunayoyapitia katika madrasa zetu. Kwa hiyo mimi, kama mwakilishi wa Alimdad Foundation, natoa shukrani zangu za dhati Naam. Au twatoa sisi Alimdad Foundation shukrani zetu za dhati kwa kazi kubwa hii iliyoifanya, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataibarik kazi yenu Na Amin. Amin. Amin. sisi pia twashukuru na twahimiza mukaribie kwetu siku zote inshallah, na inshallah mutukumbuke dua sisi na walimu wetu. Mashaallah, walimu wetu ni machapa kazi inshallah, na ofisi zetu, na tuko tayari kuamiliana na nyinyi kwa kazi zote, si baadhi ya kazi, kwa kazi zote tuko pamoja. Na haya masomo tuloyaona, hivi vitabu kama lilivosema, kuna muhimu na sisi tuvi tukue na kuvipitia na kuvifanya kwa watoto wa vitukue katika mpangili wao masomo yao inshallah, na walimu kutumia mfano kama hunu na inshallah tuko pamoja kwa kila zuri, insha Allah Mwenyezi Mungu akujalie kheri, shukrani sana, Allah barik.